Nami Maalim Jafari Mtavassy, leo katika somo muhimu kabisa ambalo linathibitisha juu ya kutokea kwa kiama kwa muktadha wa Qurani tukufu na sayansi ya watu wa dunia. Tuko katika karne ambayo inatakiwa tuthibitishe yote aliyotuambia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama na ilmiya Yani kielimu na haya mambo Qurani imeyaeleza ipasavyo. Mfano wa maumbile ya viumbe vyote Qurani imebainisha, lakini Qurani ikaenda mbali zaidi kwa kueleza mwanadamu, majimaji ya uzazi yanatoka wapi, mwanamke na mwanamume, na ni maeneo gani shughuli hiyo inafanyika. Lakini sivyo. Dunia na kila kilichobebwa na dunia, kilicho juu ya dunia, kilicho nje ya dunia, Qurani kwa mujibu wa sayansi ya dunia. Eh, kwa mujibu wa sayansi, namna gani dunia ikisimama ghafla, nini kitatokea? Dunia inazunguka kwa kasi gani eh? Kuzunguka kwa kasi hiyo kutaleta matokeo gani hasa? Haya ndiyo mambo ambayo leo nataka tujifunze, halafu tuone misdaqi ya Qur'ani tukufu, kutokana na maelezo yake namna gani kiama kitakuwa. Nifuate vizuri vizuri, um, kwa mujibu wa wanasayansi wa dunia ya sasa na wanasayansi waliotangulia ambao wao ndio waliweka mifumo ya ugunduzi na waliofuata wakaja kuboresha katika taarifa zake. Ni nini hasa kinatokea eh, katika kiama kwa mujibu wa Qurani tukufu na maelezo yao hawa wanasayansi wa hivi sasa? Nifuate vizuri. Inasemwa na wanasayansi wa dunia kwamba dunia huzunguka kwa takribani ya kasi ya kilomita kwa lisaali moja elfu moja, mia sita na sabini kwa muda wa lisaali moja. Sayansi inatuambia dunia inazunguka kwa kasi ya kilomita elfu moja mia sita na sabini sawa takribani eh, mita mia nne na sitini na tano kwa sekundi, yani kwa sekunde moja kwenye mstari wa ikweta. Hii kasi ni ya mzunguko wake wa kila misali moja, inamaanisha nini hii? Hii inamaanisha maelezo ya Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema, baada ya a'udhu billahi minash shaitani rrajim na bismillahi rrahmani rrahim, katika surati Zalzala: idha zulzilatil ardu zilzalaha, wa akhrajatil ardu athqalaha

Hili ndio tamko la Allah subhanahu wa ta'ala, linaloungwa mkono na aya nyingine nyingi za Qur'an tukufu, kwamba kiyama kitatokea. Idha zulzilatil ardu zilzalaha pindi ardhi itakapotetemeshwa mtetemeko wake wa, akhrajatil ardu aqala, na ardhi ikatoa mizigo yake. Fahamu kwamba tetemeko la kiyama ni tukio la haki ambalo litatokea kwa mujibu wa Qurani tukufu. Ithbati yake ni kwamba tunapoelekea, Allah taala atajalia dunia kusimama kwa ghafla na kutikisika mtikisiko usio wa kawaida. Kwa hivyo litatokea tetemeko, na haya ni maelezo ambayo wanasayansi wanayatoa. Kwa kasi ya dunia, ambavyo dunia inazunguka, sisi tunakwenda na kasi hiyo ya dunia, ndiyo maana hatuhisi hiyo kasi ya dunia wa tukio hili. Jalia ya ukiwa katika gari inayokwenda kwa mwendo kasi like, yalia ya ukiwa kwenye gari inayokwenda kwa mwendo kasi, ile spidi yake dereva huona ni jambo la kawaida, aliyomo ndani huona ni jambo eh, si jambo lenye kumsumbua, japokuwa ni hatari kiusalama. Gari ikifunga bleki ya ghafla, linatokea tukio siyo la kawaida. Na vile vile kwa ushahidi wa wanasayansi wanavyotueleza ni kwamba gari hii ikipiga sehemu, mtu aliyoko ndani mwa gari hile atarushwa kwa ukubwa wa spidi ya gari ambalo yeye yumo ndani yake ina maana gani hii? Hii ina maana kwamba ndivyo tukio halisi la kiama linavyoweza kutokea endapo dunia itasimama kwa ghafla. Kila jengo lililosimamishwa, kila kiumbe kilichoko juu ya dunia kitasukumwa kwa msukumo ule ule wa kilomita elfu moja mia sita na naif kama nilivyotaja, lakini spidi ile ile ya mita mia nne na kiwango hiki cha sitini na kitu hivyo, ndivyo ambavyo mtu huyu atasukumwa, mita mia nne sitini na tano atarushwa kwa ukubwa wa sekunde hii, kwa ukubwa wa spidi hii ya mwendo wa dunia Gari ingekuwa inakimbia kwa spidi mia na ishirini alafu ingepiga sehemu, spidi mia na ishirini ile ile ndiyo atakayotoka nayo mtu aliyomo ndani ya gari, kurushwa kuelekea mbele. Hivyo hivyo kwa mzunguko wa dunia tunaoelezwa na wanasayansi, ndiyo spidi ambayo sisi, dunia ikisimamishwa kwa ghafla, mtetemeko utatokea kwa ukubwa huo na viumbe vitarushwa kwa spidi hiyo. Sasa jalia mbele hiyo mita mia nne sitini na tano e, mia nne na zaidi spini hiyo hiyo mbele yake, kama kuna kitu ndivyo hiki kiumbe kitaenda kujipiga kwenye kitu hicho, na anguko litakuwa anguko la namna hiyo. Kama dunia inasimama kwa sekunde moja tu, mtu anaweza kurushwa angani kwa mamia ya kilomita maana yake kulingana na mwelekeo wa msukumo na hali ya mazingira ya dunia itakavyokuwa. Swali nililowahi kuulizwa mara nyingi nikiwa nazungumza mada kama hii ah, ni swali ambalo sayansi yenyewe bado inathibitisha kwamba maelezo ya Qur'ani tukufu yako sahihi kwa kiwango hiki, nikutoka yeye ambaye unanisikiliza hivi sasa kufahamu kwamba kasi ya dunia eh, hii ndiyo inayochukua hesabu halisi ya namna ya tukio la kiyama, namna gani litakwenda kutokea. Allah Taala sema, idha zulzilatil ardu zilzalaha. Hii zilzalaha tetemeko lake kwa maana kuwa ni kwa spidi ya mwendo wake ndicho kinachosemwa hapa. Haya ni maneno ambayo yanataka utafiti wa kina zaidi ili kuweza kung'amua ni nini hasa kinaweza kutokea. Hii inafanana na hali ya dunia itakayosimamishwa usima, itaka mfumo wake wa kawaida kutikisika, kutoa vilivyofichika na kusababisha maangamizi kwa vile ambavyo vipo juu yake. Ziko sura kadhaa ambazo zinazungumza kuhusu eh, tukio hili, mfano surati Kuwira, Allah subhanahu wa ta'ala asema eh, idha shamsu kuwira wa idha nujumu nkadara wa idha al-jibalu suyira, na kadhalika eh, kwa hivyo vilivyomo vinavyokusanywa na msukumo wa dunia vyote vitapalaganyika kwenye mfumo wake, zitapakatika nyota, jua eh, litakapokunjwa. Bila shaka Allah Taala atavisimamisha kwa mshindo mmoja kutoka kwenye mwelekeo wake. Na Qur'ani, mkumbuke pia kwamba inathibitisha kwamba jua na lenyewe pia linatembea wa shamsu tajiri limustakari laha dhalika takdiru la azizil alim, na jua, jua linatembea kwa makadirio yake, linatembea kwenye mhimili wake. Dhalika takdiru la azizil alim, hayo ni makadirio hayo ya Mwenyezi Mungu ya Allah ta'ala, mjuzi. Kwa hivyo hapa tunaona kuwa mfumo mzima wa anga la dunia utabadilika, dalili ya kisimamo cha dunia au kuharibiwa kwa mfumo ule uliozoeleka kikawaida, au kuharibiwa mfumo wake. Jambo la tatu la hitimisho katika mada hii nzuri, sayansi ya dunia inakiri kwamba dunia ikisimama ghafla, msukumo wa inesha utasababisha uharibifu mkubwa watu na kila kilichojengeka kitarushwa mbali kwa kasi ya ajabu mamia ya kilomita. Uislamu pia unasema, Uislamu unaeleza kwa mujibu wa Qur'ani yetu, inaeleza siku ya mwisho kama tukio la kutisha la mtikisiko wa ardhi, kuanguka kwa nyota, kuondoshwa kwa milima, yote yanafanana na hali ya dunia ikivunjika au kusimamishwa kwa ghafla. Tunaambiwa kwa kasi ya chombo alichopanda mtu, ndivyo anavyotakiwa aruke ili asiumie. Kwa hivyo, kama gari itakuwa kwenye spidi kubwa, halafu mtu akaruka kwa spidi ndogo, lazima ataumia, na endapo itakuwa spidi kubwa zaidi, lazima mtu ashindwe kujikontrol, ataumia. Kwa hivyo ala kulli hali, mfumo wa kawaida utabadilika na mambo yatakuwa tofauti. Kama dunia itasimama ghafla kuzunguka, kila kitu juu yake kitakuwa kama kiko ndani ya gari linalokimbia kisha likasimama ghafla. Watu, magari, majengo, hata bahari vitarushwa kwa pamoja. Kwa hivyo, vuta picha kwamba maji yanaruka kutoka baharini kuelekea ambako dunia imekinza mwenendo wake, yaani kama inakwenda kulia vyote vitaelekea kushoto, na kama inaelekea kushoto vyote vitaelekea kulia. Nifahamu vizuri, watu magari, majengo, bahari, kila kitu kitarushwa kwa zaidi ya kilomita elfu moja na mia sita kwa makadirio ya haraka. Hiyo pahawa ni lisaa moja, shughuli hiyo itakuwa imekwisha fanyika na Allah taala anasema wama amruna illa kalamhim bil basar, amri yetu yani kusema jambo litokee ni kwa kasi ya mpepeso wa jicho. Kwa hivyo hii hawa ni vurugu zitakazokuwa zinatokea kwa makadirio ya kisayansi ya kawaida. Rudi katika maelezo ya Allah subhanahu wataala, uende ukaone siku hii, Qurani inaitaja kama siku inayotisha zaidi katika ulimwengu. Ndugu yangu nyenga taswira halisi ya namna Allah subhanahu wa ta'ala alivyoiumba dunia alivyoikadiria na kuitolea maelezo, na maelezo haya ya kisayansi, namna yanavyothibitisha ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, ijapokuwa wagunduzi hao wa sayansi ya leo wanayo maelezo ambayo yanaikinza Qur'an au yanakinzana na Qur'an kikufu, kama vile kuamini kwamba dunia imetokea kwa bahati mbaya. Hii ni mada ambayo mimi nitakuja niichambua kwenye kipindi kinachofuata cha mada hizi za kielimu kuhusu maumbile ya dunia. Nitakuja tuzungumze juu ya namna gani dunia imekuwa katika uhalisia ule ambao Allah Taala anautaja kimaumbile na namna ambavyo sayansi ya dunia imeshindwa kuona. Chukua pointi hii, kwa nini wanasayansi hawajaona maumbile halisi ya dunia? Kwa nini wanasayansi hawajaona eh? Ufanywaji wa nguvu uliofanywa katika maumbile ya viumbe hai, wanasema kiumbe hai kimetokea kwa bahati mbaya baada ya mzunguko mkubwa wa utando katika jua na kupasuka kwake, mamilioni ya miaka katika mzunguko huo, ilipokuja kujitengeneza sayari, ndivyo viumbe hai vikatokea kwa bahati mbaya. Mimi majibu nitayaleta kwa mujibu wa Qur'ani tukufu, na yatakuwa majibu yenye kuridhisha kwa kila kiumbe chenye akili timamu. Nifuate vizuri Maalim Jafari Mtavassy kwenye channel yetu hii ya Mtavassy TV online, ili tujuzane mengi zaidi ambayo yatakuwa yamechukua maumbile halisi ya dunia. Sisi watu tumeumbwa na ukomo wa kuona na ukomo wa kufikiri na ukomo wa kusikia. Mfano mzuri, uwanja ulio tambalale, uwanja uliowanda kwamba tujalie ni kilomita elfu ishirini zilizo nyoka barabara. Mtu aliyesimama hapa hawezi kutoboa kwenye kilomita elfu moja akashuhudia kilichoko mbele, lakini kile kitu kamili, atakavyokisogelea ndivyo ambavyo yeye atagundua kile kitu kinakuwa, kwanza kinaonekana kidogo, kisha kinaenda kinakuwa kinakuwa mpaka atakavyokuwa karibu nacho. Atakapokuwa karibu na kitu hicho ndipo atakapong'amua kwamba ala, kumbe kulikuwa na kitu hiki hapa na kwa ukubwa huu, ukubwa halisi. Vile vile sauti nyalia mbele inapita juu yako. Sasa hivi, kabla haijazama, inawezekana sauti usiisikie tena, lakini ukawa unaiona. Je, yes, sauti itakopotea? Hapana, sauti ile inaondoka na nyumbo ya upepo lakini pia huwezi kuisikia kwa sababu tuna ukomo wa kusikia kwa umbali maalum. Hivyo upepo utakaposafiri na ile sauti ndivyo ambavyo wewe utashindwa kusikia. Qurani inatuonyesha kwamba sisi tumeumbwa kwa, kwa makadirio na kuna pazia kwenye kila kitu. Hivyo kwenye kuona kuna pazia, kwenye kusikia kuna pazia, kwenye kunusa kuna pazia. Milango mitano ya fahamu yote ina ukomo wake ikiwemo akili katika kutafakari kwake, hivyo hawezi mtu kufikiri akatoboa juu akatoboa juu ya umbile halisi e? ambalo Allah Taala ameiwekea fikra. Ndiyo maana hata ugunduzi wa sayansi ulioendelea bado unahitaji Qurani tukufu ili iseme jambo. Leo tumeona ndege za kivita ni matokeo ya alamtara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, tukio lililotokea katika karne zilizopita huko Allah Taala alituma ndege wakiwa na vijiwe wakaenda kufanya balaa zito kwa Abraha na jeshi lake. Lakini ndivyo hivyo hivyo e, watu wakakopi, leo wakatengeneza ndege kwa hesabu e, inabeba vifaa maalum vya mjiripuzi na inalipua huko. Mimi nitakuja na ushahidi katika mada inayofuata, insha Allahu Taala, ambao utaeleza kwamba dunia haikutokea kwa bahati mbaya mpaka hapa niwe nimekufungua masikio kukuonyesha dalili za Allah Taala kutokana na kiyama kwa mujibu wa sayansi na Qur'an tukufu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuhu.